Young Africans wanadai pesa zao za kombe la shirikisho ambalo, eh, hivi sasa ni kombe la CRLB. Haya yote yameibuka eh, kutokana na dabi ya kari yako. Kumbe Young Africans hawajalipwa pesa zao, walikuwa wapi siku zote <laughs> wanakuja leo eh? <laughs> <laughs> siku zote mm. walikuwa, sku... walikuwa wapi mm. mm. kwa sababu hata hata mahakamani anakuambia tujalipa hela mwaka jana mpaka leo sio, madai yao ni uongo ya so, kweli hawadai wamesema na wacheza ni uchonganishi. Yaani, Yanga anachofanya sasa hivi ni uchonganishi mm. Mwaka jana mpaka leo hela yako haijalipwa eti, yaani mara sadi zinagongana zina kwa zinakuwa mbili Ma, mwaka jana haijalipwa. uh -huh. uh -huh. Eti ya mwaka huo haijalipwa ina maana atakuwa na dai hizi hebi e, maana yake nini? Yanga waongo walilipwa. Eh? Yanga waongo walilipwa. Nasema na finali wa wachezi zidi ya Singida. Nasema hivi Yanga ni waongo walilipwa, na finali asipocheza Singida atakuwa bingwa mdogo wake yeye mdogo wake atakuwa bingwa yeah. labda wameamua mdogo wake bingwa awe bingwa, huwezi ah, kujua ni ni kwanini Yanga Afrika ameibua, so mambo yote haya na vitu ambavyo hatuvijui hivi sasa vimeibuka, mchungaji, dalili za kushindwa, dalili za kushindwa. Siku zote mtu akizidiwa anatumia silaha yoyote, mm, hata kama ni ya uongo, kwamba huko kuna kibindu fulani ata kunibia mm, e, fulani ulinitukana, mm, ni dalili za kushii mimi sijaelewa msemaji anakuwa na propaganda za ajabu kama zile. Mmesema hapo mambo yale yale Young Africans. Mechi zote hawatacheza. Wasipe cheza mechi zote wanashiriki wale kuwepo, watapewa pointi tatu maana mm. Ligi hii ina timu kumi na tano na bingwa wanasusa uh -uh. Suseni yani, hii dalili ya kususa hii ni kwamba ni kushindwa uh -huh. Yani ana mtoto nyumbani kapigwa, hata nasua chakula, watu wanakula tu, watu wengine, kwa sababu umesusa wewe, wasile chakula. Watu watakula chakula wewe, mm -hmm. umesusa endelea kususa mpaka mwisho mm. Simba Sports Club ndio mabingwa wapya kuanzia sasa hivi yeah. So, tunasubiria tu kombe, tupokee kombe letu basi, biashara ishe. Malizia mchungaji na kumalizia, nasema hivi yeah. Simba yeah. ndio bingwa mpya wa kombe la NBC Tanzania, ndio bingwa mpya mpaka midai kuna tamboni kwa yeah. sababu leo imezihirisha kabisa Yanga hatapeleka timu tena wachezi ah, tena mambo ya tuhusu mambo ya tuhusu. Sisi tutafanya utaratibu wetu tarehe kumi na tano tutaenda uwanjani. Tukifika uwanjani, marefari watakuja, watapa simba ushindi. Kuanzia pale tutakuwa tunakuja, tunashangilia, tunasubiria kipindi cha kuja kukabidhiwa kombe letu na kombe la shirikisho. Mungu awabariki.